Na halmashauri ya uchukuzi na usalama barabarani yaani NTSA pamoja na maafisa wa polisi wa trafiki wametangaza hatua kali za kuzuia ajali za barabarani wakati wa msimu huu wa sikukuu. Kulingana na masharti hayo, madereva watakaokiuka sheria za trafiki watatozwa faini papo hapo. Kadhalika, madereva wameonywa dhidi ya kuendesha magari wakiwa wamelewa huku wanaotembea kwa miguu wakitakiwa kuwa waangalifu wanapotumia barabara. Joseph Wakhungu anatuarifu. Huku shughuli za usafiri barabarani zikitarajiwa kuongezeka wakati huu wa msimu wa sikukuu, Wadau katika sekta ya uchukuzi na maafisa wa usalama walikutana jijini Nairobi kujadili mikakati ya kuimarisha usalama barabarani. Akihutubia mkutano huo, mkurugenzi wa halmashauri ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA Andrew Kiplangat alisema hatua hiyo ni sehemu ya mpango wa kudhibiti ajali za barabarani ambazo aghalabu huongezeka mwezi Disemba. Uh, I mean, it's the to do their responsibilities. Kiplagat aliwahimiza madereva kuheshimu viwango vya mwendo barabarani na kuepuka kuendesha magari wakiwa wamelewa. When we see vehicles, uh, going beyond 80, then it's an indicator that the limiter is not functioning as expected. Kamanda wa trafiki Fredrick Ochieng alisema madereva watakaokiuka sheria za barabarani watatozwa faini papo hapo. And even this, uh, mobile coach will reduce at night Mwenyekiti so so <laughs> <laughs> wa chama cha usalama barabarani nchini David Kiarie alisikitikia ongezeko la vifo kutokana na ajali za barabarani mwaka huu ambavyo vimekuwa zaidi ya elfu tano is involved and these trucks are killing in big numbers all the vehicles that lie under that segment they must get back to the suppliers we are offering services for free for all those vehicles Joseph Wakhungu, Darubini